Hujua kuna mambo nafurahisha sana ise. Ah, nimesikiza hii voice yaani mpaka nimejikuta naboreka yaani, naboreka na kwa, kwa sababu yaani swali iliswali si limekaje kaja semeja. Lakini ah. Yaani yaani kifupi ni vi mimi nashangaa sana watu wanapo ambia watu wa, wanunue pai kwenye exchange, wanahamasisha watu, lakini ukiangalia katika ecosystem ya pai kwa dashboard yetu e, hakuja hii, hii, hakuja kutokea siku moja tangazo linalosema kwamba nenda kanunue pai kwenye exchange kule. Hii tu ni memko ya watu e, na fikra za watu ndio ameleta hiyo ndio ameleta hiyo mikakati na mijadala mingi kuhusu ma, ma, masuala kununua pai koyo jamani, mi eh. Eh. ningeomba tu watu mtulia, yani we kama unapai unazo kwenye unapai, kibao ulisha maini pai zako karibia 20, karibia 30, unazo kwenye akaunti kwenye account yako amini kwenye wallet yako. Sasa sasa kama pai ulisha maini bure unaenda kununua pai nyingine za nini, ili weje sasa Unajua kuna vitu vingine unakuta unafanya mambo yawe complicated. Na kati ni vitu ambavyo vipo, yani, vitu vya kawaida vinaonekana. Mambo yako wazi. Hakuja kutokea tangazo lolote kwenye dashboard ikasema kwamba nendeni mkanunue pale kwenye exchange mzilete huko, ila tu ni watu tu wamekaa tu, eh wameamua watengeneze tu mikakati yao binafsi, eh hisia zao wenyewe eh, wakaongea, lakini hakuna proof. Wote waliosema kwamba nendeni mkanunue pale e. Kwa hiyo mimi naona Yaani swali kama ile brother umeuliza. Ah. Yaani ali ali ali make sense yani. Wewe mwanangu tulia, wewe angalia dashboard yako unavyosema. Ali mimi naonaga kila siku, naona watu wanavunua nua pai nini huku nini, mimi naangalia tu. Sasa mimi kwenye, kwenye wale tangu na pai kibao tu, eh wale tangu na pai kibao zipo tu zimetulia, sijaanza kunufaika nazo bado, tena eti nitoe hela, ninunue, ninunue kwenye exchange, nizilete huku, narundika mapai yote ya nini eh na wakati kila kitu kiko wazi na JCV na inasemekana ni, ni ni, ni, ipo wazi kabisa. Sasa kwa nini tupani kitu tuanze na miemuko ajabu ajabu si ukanunue huko? Okay, anyway, mtu kama anaweza kwenda kununua, mwache akanunue yeye. Wewe angalia dashboard yako inasemaje? Ko team wenyewe anasemaje? Hawa wengine hawa ni kutafuta tu followers, kutafuta tu kutrend, lakini mimi huwa mimi na maana naamini sana katika dashboard yangu mimi yaani. Na mimi mtu naye mkubali sana na